Eh, Madam Latifa yule anakimbia. La, Latifa njo njo njo njo. Njo nimekuona njo. Kwa hiyo Latifa, shoga yangu, siku hizi mnanikimbia? Ada, sijakukimbia ukimbia kwa jili gani? Ila tu mbea. Na mbea na wewe, nyamaza! Nimekupigisha magoti na bado unaongea ongea hapa. Naongea na Latifa. mm -hmm, na ninajua umenikimbia kwa sababu unajua kuna sifuri yako hapa. Hivi Latifa, unasoma ili uwe nani? Nategemea kuwa nani? Naomba ubebe kiti nifuate ofisini, utaenda kuzungumza tukiwa na walimu wote. nilifika nikiwa mjanja wa maneno, lakini nikiwa mtupu kwa matendo. Ukanipa kitabu cha subira na heshima, ukanifundisha kusikiliza sauti ya ndani. Hii ni shule ya

tumekuta kwenye ofisi ya shule unaona, kwenye kesi za mchezo mchezo, akatuambia t elfu hamsini tukaitikia sawa, amsakaa suhamsini elfu hamsinia kaleta mzazi nikaambia mimi mzazi fanyaje, nitaleta sipeleki, sipeleki, nikarudi nyumbani.

Wewe Samati na naona naanza kuwapanda watu kichwani. Katoka kupanda rafiki yake anakuja kunipanda na mimi. Sasa safari itaonishana. Afsi na jengine cha kuongea. Hivi nimekuja kupa ratiba ya shuleni kuna mtihani. Jumatatu tutakuwa na mtihani wa English na Kiswahili. Eh, anaona unchanganya, kabisa unanchanganya. Ngoja, kitu kimevurugika. Sielewi. Uchanganyiki wetu ndugu yangu. Habari ndio hiyo, kama kujisomea ujisomee.

Afternoon Latifa, unaelekea wapi? Wewe si ndo nimekuona unarukaruka darasani kwenye madawati. Haya unauma nini? Ndo maana umevaa sweta. Na hichi hapa cha nini? Na kichwani huko mm, na umevaa nini? Kwa nini ujasuka? Ukija shule unatakiwa uje smart. Ukija tena shule uje umesuka. Hicho kitambaa sitaki kukiona hapa. Kuna watu na watafuta, najua utakuwa unajua. Ngoja nikusajie majina yao, Samirati, Jamila na Naivi. Ukiwaona wafikishie taarifa, ameondoka na, na vitabu vyangu Aakambi chizivunga yeah. Yani, yes. Mimi hata -hmm. Siku moja mi siwezi kukubali kesi ambazo zinihusu likaingia na mimi sawa. Mi siku sikuwakataa ila nilifanya vile ili nijikomboe mwenyewe, sawa. Wewe kama unakumbuka mimi kaka yangu anamwagaira kwa ajili ya mimi nisome, alafu mimi siwezi kuingia kwenye kesi zenu hata yani, kama, eh, eh, eh, ya, yani, wewe. Yani wewe nyenye marafiki sana sawa. Yule mwarabu anakujua wewe, mimi yule anijui sawa. Kwa hiyo yule ni mwanao wewe, kupigwa kila kitu mtajua wenyewe. Ukimtoa mwarabu, rafiki yangu mwingine ni wewe. Alipo mwarabu nipo mimi, ulipo wewe, wewe Sikirise, nipo asi. mimi mimi siwezi kuingia katika misara hey, yenu. Yaani ofisini mimi ni mi ni chief ni. Kwa hiyo mwanangu, sio familia, umeamua kutukataa kabisa, ni kwamba wewe sio mwana snitch au kama umetukataa mazima. Mimi ndo nakwambia. Kwa hiyo wewe baridi mwanangu, Barili mwanangu, nimeipenda hiyo. Kwa hiyo nini? <tripe> <tripe> <tripe> Mimi nilikutana naye akaniambia anahitaji nikampa. Kwa hiyo mimi nikichukua kitu changu nikimpelekea Mwarabu, wewe utajisikiaje? Nitaumia, lakini sasa kuna shida gani hii? Si sweta tu, eti nile pale si sweta tu. Kwa hiyo mimi nitoe kitu changu nikampe Mwarabu na yeye eh, kitu chako cha kukivaa kabisa unakivaa unampelekea Samlati. Kwa hiyo wewe niamini, unaona mimi nampenda Samlati hapo? Ndio unampenda. Nisikilize, nile sweta nalitaka. Tena kwanza leo nitakuwa nalivaa mimi mwenyewe. Care, match. Break time ni vicheko, picha za pamoja, lakini ukiniacha kengele inalia ninaandika jina lako kwenye daftari la roho, nikifuta machozi kama makosa kwa kala

Don't move. Stay on your place. Close up. <coughs> kama minyani vile vitoto eh, vya ngedere mnalishana, mnalisha na ndizi. hey, Robi umekosa sehemu zote za kula ndizi, umekosa watu wote wakuja kula nao ndizi, mpaka umeamua kuja na Latifa kukona chemba, si ndio? Nimetulia kule kuna kina Mwarabu wale, kina, nani rafiki yako kale ka jamaa kale, kale, kumpa, unaona raha, eh eh baba Mlishe ndizi. Haya zoezi liendelee. Haya mlishe. Tutafika tu. Lobby, I'm serious. Mlishe ndizi. Sitani, sicheki, sichekeshi, usiangalie sio kwa wasiwasi. Sichekesha, pa amlishe. Katifa, usinitanie Wakati nakuja ulikuwa unakula vizuri tu hiyo ndizi, sasa hivi unakulaje? Haya, kula vizuri. Haya mlishi, unampa tu haya. Sawa, let, let, kubishana na mimi sawa? Unabishana mwalimu, lete ndizi hizo sasa. Sikia, mkishatoka hapa nawahitaji darasani haraka sana. Latifa, tunaelewana? Tutafika tu, mi ndo ticha msukuma, ntawaburuza sawa? kuuliza swali leo, nimeleta majibu hata kabla hujaogopa. Au au au, mimi na wewe, mwalimu moyo, sisi wanafunzi tunajifunza kugusa pole pole, mambo unasema, nitako nipeleke

Tumerudi kwenye somo lile la jana, uliniangalia tu kimya ukakosa kuliza swali. Leo nimeleta majibu hata kabla uja ugopa. Homework ya roho nimefanya yote kwa niaba ya yako

Mwona ni leo, eh, wapi? Na Milo sijamuona shuleni, darasani sikumuona. Eh, mkuu wangu, uko wapi? Na mwalabu leo? Mwalabu naye sijamuona. Na wala mitangujana vile alivyonikata siku kumuona so tena mpaka leo. Wewe na mimi, niko siri zimekukataa, zimekukataa. Sasa si ndio, nakwambia ukweli kwamba mimi sijamuona. Nenda basi. Sawa. Karibu, kalamu ya moyo, karatasi ya utu. Leo tunaandika majibu ya kweli. Hey! Nilifika nikiwam